Ndugu zangu vijana, nataka niwaibie siri moja. Ukitaka kutoboa, ukitaka kufanikiwa, achana na mademu, achana na watoto wakali. Sawa sawa, utakwama. Hizi fedha tunapewa kwa ajili ya kujiletea maendeleo sisi kama vijana. Kwa hiyo, kuna watu saa hizi wanasubiria, umeshaona, wana umepewa hela, hata wale ambao wamekuwa wamekublock, wameanza kuunblock tayari. Najua una mpunga wa kutosha, una iPhone 17, achana na hizo biashara. Ukitoa milioni kumi ukatoa milioni nne na nusu ukanunua 17, maana yake utashindwa kuperform kile ambacho mpango kukifanya, sawa sawa ndugu zangu. Kwa hiyo tuwachane na habari za mademu tufanye kazi ya kujiletea maendeleo. Hizi fedha unapewa sio kwa ajili ya kuanza kulipa visasi, wale wote walikuwa wanatafuta kwenye simu wapokei wanakusumbua sumbua, unaanza mmoja mmoja, unataka kumalizana nao, utakwama. Sawa sawa, tuelewana, ndugu zanguni vijana, na awili aw. Kwa hiyo wale mademu wakali, mtuwache, hizi fedha tuna kazi nazo, hizi fedha tuna kazi nazo. Mheshimiwa Rais ametoa hizi fedha kwa ajili ya vijana milioni mia mbili hamsini na moja ili wafanye shughuli zao za kujiletea maendeleo, ili waache kuwa tegemezi, waache kukaa vijiweni. Lakini na mimi naomba niwarudie kina mama, hata kina mama siku hizi mmebadilika kuitwa mshangazi, anajii hey. Mkipata mikopo, waake kuna maani mnapeleka hey. Hey, niwaombe sasa na nyinyi tabia hiyo ya mkopo huu sio akajia kazi hiyo hey, pelekezeni kwenye majukumu mliokusudia. Hao wakija wajage na mitaji yao, lakini hii mtaji wenu huu uende kufanya shughuli mlizokusudia.